Ujenzi wa maegesho ya magari ya biashara katika eneo la Mwanakwerekwe. Ujenzi wa maegesho ya vyombo vya moto Mombasa. Kujenga barabara ya Mtoni hadi Bububu, kituo cha polisi na barabara ya Mndoo hadi Fuoni. Mambo sasa: kuondoa msongamano wa magari, kuwezesha harakati za uchumi kwa haraka kati ya pande mbalimbali mbali za mji, kurahisisha upatikanaji wa huduma za kijamii na kiutawala kwa wananchi kwa maeneo husika. Oktoba tunatiki.